Hii ni modeli ya vipimo vya urefu. Modeli hii inatumika kufundishiwa katika somo la hisabati kwa darasa la nne katika umahiri mkuu wa vipimo vya urefu. Lakini pia katika umahiri mahususi ni kubadilisha vipimo vya urefu. Sasa tuangalie sehemu za modeli hii. Hapa hapa kuna alama ya sawa sawa na humu ndani kuna viwango vya vya vya vipimo vya urefu, ambapo kuna elfu moja, kuna mia moja. Inaanza hapa, hii ya ndani inazunguka, inaanza kumi, mia moja, inakuja elfu moja, inakuja elfu kumi, inakuja mpaka laki moja mpaka milioni moja hivyo ni viwango vya urefu sasa kuna hii sehemu nyingine hii inaonyesha ni alama ya kuuliza swali linaulizwa huu ni mshale unaonyesha mzunguko wa viwango vya urefu lakini pia hapa kuna namba moja hii ni namba lakini sasa tuangalie herufi hizi zinavyowakilisha hizi herufi zinawakilisha nini? Kwa mfano hapo kuna K, kuna H, D, kuna m D, kuna C na kuna M. Sasa tuangalie e, ni jinsi gani zinavyoweza kutamkwa tukianza na herufi K. K inawakilisha kilomita. H H inawakilisha hektometa. D D inawakilisha dekameta. M M inawakilisha meta. D inawakilisha desimeta. C inawakilisha sentimeta. M inawakilisha milimeta. Uh, sasa kifaa hiki tuangalie ni jinsi gani unavyoweza kutumia katika kukifundishia. Tuangalie mfano mmoja, kwa mfano unaweza ukamuuliza mwanafunzi kilomita kilomita moja ni sawasawa na meta ngapi? Kilomita moja kilomita moja ni sawasawa na meta ngapi? kwa huu mshari unaonesha kuzunguka huku, unaweza ukaanzia huku au huku. Hapa tumekuja hapa hivi utaanza, kilomita moja ni sawasawa na meta ngapi? Kwa hata tukifanya mwanafunzi atakuja kutafuta hapa, ambayo ni kiwango cha urefu. Je, ni sawa na ngapi? kama ni kumi, kama kumi sio jibu sahihi, atazungusha. Kama hii mia moja, sio jibu sahihi, atazungusha. Oh, hii ni elfu moja, hilo ndo litakuwa jibu sahihi. Kwa hapo mwanafunzi ataweza kutambua, oh, kwa hiyo eh, kilomita moja ni sawa sawa na meta elfu moja. Kwa hapo atakuwa amepata, mwanafunzi atakuwa ameelewa. Kwa utatambua kwamba mwanafunzi huyu ameelewa kilomita moja ni sawa sawa na meta elfu moja. Hili ndio jibu, baada ya kuuliza swali anajibu hapo. Mfano wa pili, meta moja ni sawa sawa na, ni sawa sawa na desimeta ngapi? Hapa atakuja kutafuta hapa jibu.